To... Real estate. It's... It's so much harder than... Kuhusu mali zisizohamishika real estate, mambo yake ni magumu zaidi kuliko hisa, kwa sababu katika mali zisizohamishika kuna mazungumzo mengi sana kabla ya kufikia makubaliano. Inachukua muda mrefu, na watu wengi pia wanahusika katika umiliki wake. Kwa mfano, ukiwa na tatizo katika biashara ya nyumba au ardhi, mambo yake hayamaliziki tu kwa kuzungumza na mtu mmoja. Utajikuta unahitaji kuongea na watu wengi tofauti kuna benki kama nyumba hiyo ulikopeshwa, kuna watu binafsi waliokukopesha pesa pia, kuna watu wengine ambao waliweka fedha zao na wana maslahi katika mali hiyo, ni lazima tu utazungumza nao. Kwa hiyo mchakato wa kutatua tatizo hilo unakuwa mrefu na mgumu, kwa sababu kila mtu anataka maslahi yake yazingatiwe kuna nyakati ambazo majengo ama ardhi huwa vinauzwa kwa bei ya chini sana, lakini mara nyingi hisa huwa ni nafuu zaidi, lakini ni rahisi pia kuuza na kununua kuliko mali zisizohamishika. Charlie Munger ambaye alikuwa ni mshirika wangu katika kampuni yetu ya Berkshire Hathaway alipenda sana biashara za mali zisizohamishika, na katika miaka yake mitano ya mwisho kabla ya kifo chake, aliendelea kufanya mikataba kadhaa ya aina hii ya uwekezaji. Alifurahi sana kufanya biashara hiyo kwa sababu kwake ilikuwa kama ni mchezo wa kuvutia hasa katika upande wa majadiliano na mipango ya miradi. Lakini kama angeulizwa achague kitu kimoja tu maisha yake yote kati ya kushughulika na hisa ama mali zisizohamishika, bila shaka angechagua kufanya hisa kwa sababu zina utulivu zaidi kuliko mali zisizohamishika. Marekani, soko la hisa lina fursa nyingi zaidi za kufanya biashara na kupata faida kuliko soko la mali zisizohamishika. Katika mali zisizohamishika mara nyingi unaweza kukutana na mtu mmoja ama familia wamemiliki nyumba, ardhi ama jengo fulani kwa muda mrefu sana. Na wengine wanaweza wakawa waliwahi kuchukua mkopo mkubwa kwa kutumia mali hiyo kama dhamana. Kwa hiyo katika hali kama hii, kuuza mali hiyo kwao unakuwa ni uamuzi mkubwa sana, haiko kama kuuza kitu cha kawaida. Itagusa hisia zao kwa sababu mali hiyo imekuwa sehemu ya maisha yao kwa muda mrefu. Inawezekana wengine walijenga nyumba hiyo kwa mikono yao, au ni urithi kutoka kwa wazazi wao na babu zao. Kwa hiyo kwao kuuza ni kama kuuza sehemu ya historia ya familia yao, kwa hiyo inahusisha watu wengi, lakini ukifika soko la hisa la New York unaweza kufanya biashara ya mamilioni ya dola bila hata mtu kujua, na biashara hiyo inaweza kukamilika ndani ya dakika tano tu. Kwa upande mwingine, katika mali zisizohamishika ameshika, unaposaini mkataba huo, ndio unakuwa mwanzo wa mchakato mwingine mrefu wa mazungumzo. Hii ni aina tofauti kabisa ya mchezo na inahitaji aina tofauti ya watu ambao wanapenda kuucheza mchezo huo. Tuliwahi kufanya mikataba michache ya mali isiyohamishika mwaka 2008 lakini ilichukua muda mwingi sana, tofauti kabisa na katika soko la hisa. Katika mali isiyohamishika kila sentensi kwenye mkataba ni muhimu sana kwa pande zote, lakini katika hisa, ikiwa unataka kuuza hisa elfu ishirini na bei ikawa sawa na ya sokoni, unaweza kumaliza biashara hiyo ndani ya sekunde tano tu na ikakamilika mara moja. Katika soko la hisa kwa kawaida watu huwa wanachukua maamuzi kwa uangalifu mkubwa sana, labda kwa sababu mazungumzo yao huwa yanarekodiwa. Hii inafanya uwezekano wa biashara kukamilika kwa asilimia mia moja, tofauti kabisa na katika mali zisizohamishika ambapo makubaliano huwa ni mwanzo tu wa mchakato mrefu. Kwa mtu mwenye umri wa miaka 94 kama mimi, hili si jambo zuri na la kufurahisha, kwa sababu mazungumzo huwa yanachukua muda mrefu sana. Hisa zinafanya maisha kuwa rahisi, kwa sababu unaweza kuuza na kununua kwa haraka bila kusubiri muda mrefu au kushughulika na pande nyingi. Tuna uwezo wa kufanya mikataba mikubwa katika mali zisizohamishika, lakini historia inaonyesha watu wengi wameanguka katika biashara hii. Zeckendorf alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana Marekani miaka ya 1960. Alitaka kubadilisha jiji lote kwa miradi mikubwa ya majengo pamoja na ofisi. Mradi wa Central City California ni eneo alilojenga kutokana na ndoto zake, lakini baadaye aliingia katika shida na mabenki kwa sababu mapato yalikuwa madogo ukilinganisha na gharama alizozitumia. Watu wengi huingia matatani katika biashara hii, na benki mara nyingi huwa hazitaki kukubali hasara hizo. Kwa hiyo mchakato wa kutatua changamoto hizi huwa unachukua muda mrefu sana. Mfano wa hivi karibuni mkopo aliochukua Elon Musk ili kununua kampuni ya Twitter ulichukua miaka mitatu kukamilika. Kwa hiyo tunapendelea kufanya biashara ambazo zinaenda kwa urahisi. Mtu akipiga simu tu, unaweza ukafanya biashara ya mamia ya mamilioni ya dola ndani ya siku moja. Mimi nimezoea urahisi huo na ninaupenda, kwa hiyo tutaendelea kufanya biashara kwa njia hiyo. <coughs>